Man tasihu alqudwatu bihi, wale ambao inaswihi kuwafuata katika kuswali. Yaani yule ambaye inaswihi wewe umfuate kwenye swala, na ili awe imamu wako umfuate kwenye swala, sawa anasema taswihu alqudwatu bikulli man taswihu salatuhu. Anasema inafaa inafa na inaswihi kumfuata kila mtu ambaye swala yake inaswihi. Kila unayejua kwamba huyu akiswali swala yake inaswihi, inafaa inafa kumfuata kuwa imamu na wewe uwe maamuma. taswihu alqudwatu bikulli inafaa kumfuata kila man yoyote yule, taswihu swalatuhu, yule ambaye swala yake inaswihi, inaruhusiwa kumfuata. Sawa. Illa rajula bil untha, sawa, isipokuwa mwanamume kumfuata mwanamke. Hapa ifaa mwanamke swala yake si inaswihi, na huku sikaweka min alfadhi alumumi kullu man, kila ambaye swala yake inaswihi inafaa kumfuata, hasa kamvua hapa, isipokuwa mwanamume kumfuata eh, kwenye swala haihusu. Sisi tunaelewa kwenye swala haihusu Anasema wal qari'u bil ummi, na mtu ambaye anajua kusoma kumfuata mtu ambaye ajui hairuhusi. Yaani wewe unajua kabisa huyu bwana al-Fatiha ajui, alafu we ndio unafanya awe imamu wako, ahii hairuhusi. Sawa, wal qari'a bil ummi, na mtu anayejua kusoma kumfuata mtu ambaye hajui kabisa ummi, hairusii. Pamoja yeye kutokujua kusoma, swala yake inaswihi, kwa hivyo hivyo, na kutokujua kusoma kwake, shekhe anatengua ile umumu sawa, anatengua ile umumu wamanyusali adaan bimanyusali kabwaa, na inafaa na inaswihi kuswali nyuma ya mtu wanaeswali kabwaa. Adaan bimanyusali kabwaa, inaruhusiwa na inaswihi swala ya mtu wanaeswali adaan, mtu wanaeswali swala kwa wakati wake bimanyuswali kabwa an kwa mtu anayeswali kabwa, anayelipa swala yani mtu anayeswali kwa kulipa swala. Unaweza ukaswali nyuma ya mtu anayeswali kulipa swala, si tunaelewana? We umekuja alasiri Umemkuta mtu ana swali ja maisha isha, umemkuta mtu ana swali pembeni, wewe ukafika unaunga kwa yule mtu, allahu akibar, kumbe yule mtu hii swala yanayoswali ni ya dhuhuri, sio alasiri. Wewe umeingia uswali alasiri, unaswali nyuma ya mtu ana swali kadhaan, yeye analipa swala ambayo hakuiswali. Sawa, inajuzu sisi tumeelewa. Na hapa ndio utaona tofauti ya kusoma hivi vitabu. Istithna imeishia kwa huyu umi, mtu hawezi kumfuata mwanamke na msomi hawezi kuwa nyuma ya mtu asiyejua kusoma. Maneno haya yameishia alipoanza waman. Hii waman inakuja inaunga kwenye mwanzo kwamba inaswihi kuswali nyuma ya mtu anayeswali swala ya sasa hivi, nyuma ya mtu anayeswali swala ya kulipa. Sawa na vile vile inaruhusiwa kuswali nyuma ya mtu anayeswali sunna na wewe unaswali faradhi pamoja. Shekhi hapa hakuweka, lakini inaruhusiwa vile vile kuswali nyuma ya mtu anayeswali sunna na wewe unaswali faradhi. Naona siku hizi darasa zimekolea, lakini zamani ilikuwa ukiingia msikitini unataka wewe kum... unamkuta mtu ana swali sunna. Wewe unafika unaunga pale kwake, anafanya yani, yani, mimi bwana, si swali faradhi na swali sunna, mtu anafanya namna iyo? Ilikuwa inatokea hiyo msikitini huko, au mtu umeunga pap, huyo mstaarabu akikuona yeye ana swali sunna na umekuja kuunga kwake, anasogea mbele uanasogea pembeni na kuacha. Yaani, bana mimi usinifuate mimi, mimi naswali sunna situmeelewa sisi, yote mawili yanafaa, kwamba mtu anaswali faradhi, mtu anaswali sunna, na anayeswali sunna anaweza akaswali nyuma anayeswali faradhi, kama anayeswali adaa anaswali nyuma anayeswali kadhaa na anayeswali kadhaa anaruhusiwa kuswali nyuma ya anayeswali ada. Yaani mambo yote mawili yanawezekana, kinyume kinyu chake kinawezekana. Sawa jamani. man tukrahu alkudwatu bihi, watu ambao ni karaha kuwafuata kwenye swali ni karaha kumfuata huyu mtu kwenye swala. Anasema tukrahu salatu khalfa man yakrahuhu aktharu lkaumi, ni karaha kuswali nyuma ya mtu ambaye watu wengi wanachukia. Sawa, ni karaha, sio kama swala iswihi, ni karaha kuswali nyuma ya mtu ambaye watu wengi wanamchukia, yani maamuma wengi hawamtaki aswalishi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, thalathatun la turfau salatuhum fauka ruusihim, watu watatu swala so, zao hazipandi kuvuka vichwa vyao so, sawa anasema wa rajulun ama qauman wa hum lahu karihun, na mtu ambaye anawaswalisha watu wakati hao watu wanawaswalisha wanamchukia, swala yake ivuki. Lakini anasema Imamu Nawawi, wawe wa, watu wanamchukia kwa vigezo vya kisheria, sio mambo binafsi. Wakiwa wanamchukia kwa mambo binafsi, makatazo haya hayamuhusu. Sisi tunaelewana, watu wamchukie imamu wao kwa mambo ya kisheria, kama vile wanamwona imamu wao ni mpiga ramli, sawa imamu wao ni mzinifu, imamu wao ni mvutaji wa sigara, sisi tumeelewa. Imamu wao mshabiki wa mpira mpaka anachanganyikiwa eh, mpaka hey, anakuja kutuswalisha hapa, anatetemeka kwa ajili ya mpira, sio kushoe, kwa sababu timu yake imefungwa watu wamchukie kwa sababu za kisheria, lakini kama wanamchukia kwa sababu si za kisheria imamu nao, yanasema makatazo, eh, ah, makatazo hayo hayamuhusu huyo imamu. Mnamchukia tu basi, makatazo hayo hayamuhusu. Kwa hiyo tukurahu swalatu, ni karaha kuswali halfa man yakrahu aktharu alqawmi, nyuma ya mtu ambaye watu wengi wanamchukia. Sio watu wawili watatu, wazee wa msikiti wawili watatu hawamtaki huyu mtu au ha, sio akram, sio wengi. Sawa, kuwe kuna majority ya ule msikiti watu hawamtaki huyu imamu, akalazimisha kuswali huyu arusii kuswali kuswali nyuma yake, sawa? Au wakati mwingine mtu sio imamu, watu wamekimwa, wametazama hivi, wametazama hivi, anaona imamu yeye haraka haraka, akarukia ta wahum lahu karihun, watu wanachukia kuswalisha kwake. Hairuhusi kuswali nyuma ya imamu imama mwenye tabia kama hizi, lakini ukiswali nyuma yake swala swala inaswi. Wa khalfa sabiyin, na kuswali nyuma ya mtoto mdogo ni karaha. Kuswali nyuma ya mtoto nyuma ya mtoto mdogo ni karaha. Mtoto mdogo anajua kuswali, anajua kusoma, nikalaha kuswali nyuma ya mtoto huyo, ikiwa wakubwa wapo, ikiwa wakubwa wapo. Sawa, wanasema, kwa sababu gani? Kwa sababu mtoto lam yukalafu, mtoto hajafikia taklifu ya swala. Sasa mtu ambaye hajafikia takilifu ya swala kumtanguliza awaswalishe watu wenye takilifu waliolazimishwa. Mtoto hajalazimishwa swala, sio lazima kwake kuswali. Sasa kumwacha mtu ambaye sio lazima kwake kuswali awaswalishe watu ambao wa ni lazima kwao kuswali ni karaha. Lakini je, akiswalisha swala inaswihi? Inaswihi, lakini yukura ni karaha hasa kwenye swala za faradhi, yukrahu fi lfaraidi, katika swala za faradhi. Lakini kwenye sunna wote wamekubaliana, anaweza akaswalisha mtoto mdogo, hakuna neno. Jamhuri ni kwamba kwenye sunna ya juzu anafaa kuswalisha, kwenye faradhi awaache watu wakubwa waswalishe. Sisi tunaelewa lakini ikiwa mtoto huyo mdogo anajua kuswalisha, anajua vinavyobatilisha swala, anajua kusoma, na hakuna msomi anayejua kuliko yeye, atatangulizwa kwa sababu ya hadithi ya Amru bun Salama swahabiyu mjalilu mdogo, bun Salama, Amru bun Salama alikuwa anawaswalisha anawa watu wake wa huwa ibni sitti au sabaa sinin, akiwa mtoto ana umri wa miaka sita au, au saba zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akusema kwamba hiyo swala yake ni batili. Asa hapa itabaki kwenye mlango wa ubora kwamba, je, katika swala ya faradhi bora atuswalishe mtoto au mkubwa? Ikiwa wakubwa wapo ambao wanalingana na huyu mtoto kwenye kisomo, basi ni bora watangulize wakubwa kuliko kuliko mtoto sawa. Kwa hiyo wa khalfa swabiyyi, na nyuma ya mtoto e, mtoto mdogo, na mtoto ambaye anaruhusiwa kuanza kuswalisha ni kuanzia miaka saba na na kuendelea. Chini ya miaka saba harusi, chini ya miaka saba harusihi, kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalati li saban, waamrisheni watoto wenu kuanza kuswali wakifikisha miaka miaka saba. Kwa hiyo tukrahu salatu khalfa man yakrahuhu aktharul qawm ni karaha kuswali nyuma ya mtu ambaye watu wengi wanamchukia. Na nawe imamu, ukiona kwamba watu wanakuchukia, usiwaswalishe kwa makatazo ya Mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wa salam. wa khalfa sabiyin, na ni karaha kuswali nyuma ya mtoto kama tulivyoelekeza waman yalhanu lahnan la yughayiru lmaana ni nikaraha kuswali nyuma ya mtu ambaye yalhan ana makosa ya usomaji, lahnan makosa ambayo la yughayiru lmaana hayabadilishi maana ya Qurani, lakini ana makosa lakini ni makosa ambayo ukitazama maana iko vile vile, lakini anakosea namna ya kutamka. Sawa, mtu aseme alhamdulillahi rabbul alamin. Rabbul alamin ile imeandikwa rabbil alamin, yeye akasema rabbul alamin, huyu amekosea. Lakini hili kosa halibadilishi ile maana ya neno rabbi Sawa, kakosea shikile, lakini haibadilishi maana. Ni karaha kuswali nyuma ya huyo, lakini ukiswali, swala yako sahihi. Ni karaha wal aghlafi na kuswali. Ni karaha kuswali nyuma ya mtu ambaye hajatahiriwa, huyo ndo anaitwa aghlafi. Hey, ni karaha kuswali nyuma ya mtu ambaye hajatahiriwa. Kwa hiyo imamu anatakiwa apate tohara hey? tutamuuliza <laughs> <laughs> <laughs> wataka kumvua suruali <ya>? haiwezekani <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, ni karaha kuswali nyuma ya mtu ambaye hajatahiriwa. hey, jamaa ni adabu hizo, eh walau balighan, hata kama atakuwa amesha baligha wewe imamu, lakini madhali hajatahiriwa inakuwa ni karaha kuswali kuswali nyuma yake. Hatutaki kwenda sana huko. Waman la yahtarizu ani najasa na nikaraha vile vile kuswali nyuma ya mtu ambaye hajichungi na kujiepusha na najisi, yaani tunamwona mtu anakojoa ovyo, ehe, yaani yeye najisi, kujiepusha nazo, yaani ni kitu, yeye ni mchafu, nikaraha kuswali kuswali nyuma yake. Kwa hiyo hawa ni watu ambao sheria inaona ni karaha kuswali kuswali nyuma yao, nyuma yao. Kwanza, imamu ambaye watu wanamchukia ni karaha kuswali nyuma yake, lakini ukiswali nyuma yake swala inaswiha. Pili, kuswali nyuma ya mtoto mdogo ni karaha, lakini ukiswali swala inaswiha. Lakini vile vile kuswali nyuma ya mtu ambaye ana makosa ya usomaji wa Qur'ani, lakini makosa ambayo hayapelekei kubadilisha maana ya ile Qur'an. Lakini tujue kitu kimoja hapa, kuna Qur'ani na visomo mbalimbali, sio msikie mtu amebadilisha aina ya kiraa ukasema huyu kakosea. Uh -uh. si tumeelewana kama imamu wetu Msudani ana firaha sijui, tumeelewana sasa? Hii sio kukosea, hii ni wajib, ni aina ya kiraha sawa. Ukimsikia mtu anasema maliki yaumiddin, utamsikia mwingine anasema maliki yaumiddin, ile ma haivuti. Hii huwezi kusema kakosea, hii ni ni aina ya kiraha sawa, siraha mtu akasema sirata kwa sini, na wao wamezoea kusema sirata wa kwa swadi, au kamsikia mtu anasema zirakwa kwa zai kwa zai zirakwa, uweze kusema akakosea, kwa sababu hizi ni aina ya visomo. Sisi tumeelewa sio kasema? yule imamu anasemaga zirakwa, ukasema anakosea hapo, utakuwa unakosea wewe, sio yeye si tumeelewa. Kwa hiyo visomo viko aina mbalimbali. Sasa mpaka uvijue. Na sisi elimu ya kiraati hapa kwetu imechelewa kufika, sawa? Elimu ya kiraati imechelewa, imechelewa kufika. Kwa hiyo kuna mambo mengi, si tunayoona mageni. Ukisikia mtu anasema wadhu he, sio, ukasema huyu bana, mbona anakosea? Hii inaitwa imala si tumeelewa? Hey. Alaihi alaihi, kuna mtu anavuta alaihi, si tumesa? Au alaihum, baada kusema alaihimu ile he akaitea, thuma alaihum, hivi ni aina ya kirai, lakini kama mtu asomi aina ya kirai akasema alaihum Huyu kakosea, lakini kukosea ambao akubadilishi akubadilishi maana sisi tumeelewa eh. Kwa hiyo aina ya kiraati ziko nyingi, usije ukasema mtu kakosea, kumbe ni kwenye aina za kiraa ah. Sisi tunamkusudia hapa ni mtu ambaye hajui ah, hata hizo kiraa zenyewe, lakini anakosea kosea, lakini kukosea ambako akubadilishi maana ya lile neno ambalo yeye kalisoma vibaya. Kwa hiyo tuishie hapo. Kesho itakuwa na somo muhimu sana ahwalul maamum, hali za maamuma.